dakika tisini zimetamatika ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa. Niko hapa Koko Beach, niko na mchungaji Simba Sports Club. Wakati mchezo ulikuwa ukiendelea nimeona clip zako zilikuwa zikitambaa kwenye mitandao ya kijamii, ulikuwa ukifanya maombi. Hebu tuanzie hapa. hali ilizidi, hali ilikuwa mbaya. Tulikuwa tushapaliwa mechi mechi shatupalia, imetupalia na kutupalia kwake mechi ilikuwa inaelekea kubaya. Sumeelewa. Na wao smelewa walikuwa wanahitaji goli moja tu lingine. And then tutoke nje ya mashindano.

wachezaji wa Simba wajitume wajua wanacheza timu kubwa. Kwa kuanzia, wachezaji mmoja mmoja, mtu anayecheza kwa asilimia tisini ni yule yule yule, huyu Ibrahim ndio anacheza kwa asilimia tisini, lakini asilimia kubwa wangu wanacheza chini ya kiwango. Je, mchezo huu unatunyima ushindi pale? Subiri utulie tu, na haraka gani pale? Unatulia unaingia nayo unaenda kufunga. Shida ni nini? Sasa unazidi unazunguka zunguka pale, ilikuwa atulie atulie aingie nayo. Wakimgusa ndani ya box si penalty? Ila cha ajabu Aka na huu ujinga anaurudia kila siku uh -huh. Anatukosesha Aru... ah, ah, ushindi leo a tunaondoka sisi Simba. Simba. Na shukuru leo na tumeshinda yeah. Tungefungwa angekizidi kuwa mbaya zaidi eh? na tungefungwa hii mechi hmm. Yeye angepata wakati mgumu zaidi uh -huh. Ange, wange kwa kipindi hiki watu wangemwadaa kwa maneno mengi eh? Simba kuna vitu vya kubadilika kama ni mwalimu aje mapema sana kama? Mwalimu aje mapema, hali ni mbaya Simba hii hali Ha, wa, yaani mwalimu aje mapema ili aje na programu zake mapema timu kabla mama hajaanza kuharibika. Leo hii tulikuwa tunapata aibu nyingine hapa, kwa sababu jamaa anatafuta goli na jamaa anacheza mpira mkubwa, na nilivyomwona mwalimu tu ni mzungu kwenye benchi, nikajua biashara imeisha. Kumbuka kule mzungu hakuwepo mechi, niliona mzungu yupo, nikaona mzungu yupo Simba wajiandae, wa, wa, wa, wa na na, kweli ndio kitu nilichokiona, lakini kwa ujumla leo tulikuwa tunaondoka kwenye mashindano kwa mm, sababu walihitaji goli moja tu mm, tutoke nje ya mashindano. kila shabiki ukimgusa hapa, nakwambia hakuna utofauti na mchezo ambao wamecheza majirani zenu Young Africans kwa maana ya pitch wanachokicheza na nyinyi pia mlichokicheza at the same kwanza kwa ujumla, na wale kama wamefungiwa tu, kwa sababu mechi aliocheza leo ni mechi ambayo aliocheza jana, ni mechi ambayo ilikuwa haina watu, ni kama walifungiwa. Hey, ni kama Yanga nao walifungiwa. Ngome imekuwa draw si hatukuwa na washabiki na hawakuwa na washabiki yeah. Hey, jana hawakuwa na, na washabiki kabisa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni aibu. Sasa niambie timu ina makombe yote muone bwana, timu inaifunga Simba kila siku. Uwanjani hawaendi. yeah. Ndo yeah, yeah. Hey. Yaani tuseme hivi, Simba ndo, tunamfunga Yanga miaka hiyo mara sita. Tumeelewa? Na ubingwa mara nne tumeuchukua yeah, Yanga ingeingia uwanjani? Sisi tunge si, watu wawili Yanga makombe anayo, Simba anaifunga. Uwanjani kwa nini waendi? Shida ni nini? Wana matatizo? Sisi wewe tuambie leo. Angalia hata jezi tu. Jezi leo mm, tumenunua kwa wingi. Maana timu <coughs> yetu tunaipenda, na ni miaka karibu minne hatujafanya vizuri. Timu haijafunga Yanga, hatujabeba ubingwa. Lakini tunanunua jezi kiasi kile. Maana sisi ni watu wa mpira. Watu wa mpira. Sisi ni watu wa mpira. Mimi sisi ni watu wa mpira. Yeah. Sio umeelewa mpaka hapo? Kama sisi ni watu wa mpira tuna utofauti kati ya sisi na Yanga Afrika. Yeah. Bwana umeelewa mpaka hapo? Maana yake ni nini? Yanga makombe yote anayo ndani. Yanga kaifunga Simba na bado uwanjani haendi. Ana shida gani? Hii mechi tungeruhusiwa tungejazana tena pale. Na isingetokea haya. Na isingetokea haya yote na kuambia kwa sababu tungeanikiza kwa ajili ya wachezaji wetu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba watu wachache ambao wanatuharibia utaratibu wa kwenda uwanjani inabidi tuadhibiti sisi kama sisi. Tunavyoenda uwanjani tukikuta mtu anafanya kitu kibaya ni kumkamata, kumkabidhisha kwa askari. Maana ile tukarimu mpaka tunakuja huku. Ha, ni mtu mmoja tu sikute, mtu mmoja watu wawili. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifunza sana kwa ajili ya mambo kama haya kuja huko bichi huku. Bwana Simba wanafuzu kuelekea katika hatua inayofuata. Ala mwenye mkundu huo. Siku ile ulisema nimempiga mtu ngumi. Haya huna nimempiga ngumi kwa sababu sio kaandika tu nimempiga ngumi. Sababu mchungaji kampiga mtu ngumi. Tena simwambie hapo. Ndio hivyo vikasema mchungaji leo karudia tena kumpiga mtu. Ha, ha, ha. <laughs> Kwao bwana, kwa ujumla ndio hivyo. Eh, yeah. Bwana mmefuzu kuelekea hatua inayofuata, pengine hii inatoa taswira ya namna gani ile safari ambayo mliianzisha, mnakwenda kuianzisha tena safari msimu huu. Sasa hivi tunasogea tena mbele, kusogea mbele hii Simba tunataka fainali, lakini mwalimu waje. Nimemwona mwalimu aliyefundisha National, nilimwona mwalimu aliyefundisha Kaizer Chiefs. Yule mwalimu kama anakuja hapa, anakuja anamwita Jose, Jose Olivans. kama anakuja hapa nchi itatikisika kama yule kocha kweli Simba watamchukua, nchi ita tikisika. Mimi narudia mara ya tatu. Kama yule kocha kweli watampata, aje afundisha Simba Sports Club. Simba ubingwa anabeba. Kama Fadwa alipeleka timu Shirikisho, yule ubingwa anabeba. Kwa eh, sababu Fadwa na eti timu timu alitubemendea. Alitubemendea timu yetu. Ana ya, mazuri yake na alitubemendea timu. Mimi na kwambia kweli. Wachezaji walikuwa ni mfumo mgumu. Simba ilikuwa inashinda kwa, kwa mbinde. Hata timu za kina JKT tu kushinda kazi. Kupata magoli mawili kwa shida. Sio watu wanatoa makucha. Alichofanya yeah kizuri tutasema. Yeah, na kama alitubemenda lazima tutasema alitubemenda. Alitubemenda kweli. Hiyo sio uongo. Alitubemenda kwani uongo. Alitubemenda sisi mpaka mechi za ligi kuu kupata magoli matatu ilikuwa ni issue. Sio sio kama alikuwa analazimisha wachezaji wengine. Tunataka kocha ambaye mpira kulelax. Simba atakuwa anacheza mpira kwa relax. Simba, unajua na mpira wake, unajua. Simba na mpira wake. Huo mpira ambao na relax Simba ndio unatakiwa uje ndani ya Simba. Eh hey, Simba Simba wana mpira wao relax hey. Bwana, kumbe ulishagundua ndio mpira wetu mpira biriani sasa. Kilichombeba yule bwana ilikuwa nini ile? soma, ile finali ile soma, ile finali ndio ndio ilikuwa na mbeba, na angalia finali magoli yake sasa, ilikuwa moja moja mi, moja kwa pili, sare sare, sura tunapita kwa tabu na, ligi kwa kitendo, kwa, na ligi mpaka hivyo hivyo kwa kitendo cha kuondoka. Tukimpata yule kocha naye kwambia Jose, narudia tena Simba akimpata Jose Nchi hii nakwambia, itatikisika. Anaitwa Oliver Brazil yule, yeah. Alifundisha national. Kama Simba watafanya jihadi wakampata yule kocha, biashara itakuwa imeisha bwana. Nyie mnatafuta kocha, lakini kocha si ndio hivi? CV ziko nyingi pale Jangwani nani, nani, Msimbazi CV yeah. Zipo nyingi, wazo walitoleta mpaka mpaka Gamondi ndiye kaleta. Umeona maneno, mimi nimeuliza, mnasema mnatafuta kocha, nasema hivi, mpaka Gamondi mm. yeah. kaleta, acha huyo tu. Kwanza tunamtafuta. Sasa mimi yule wa majirani vipi hawafai? Nani? Yule wa majirani. Ah, unasema yule yule bwana mfarasa. Yule ambaye hucheka. Yule kuna siku atacheka tu. Kuna siku atacheka mwenyewe bila kulazimishwa. Yule si acheke yule. Kuna siku atacheka mwenyewe. Kuna siku atacheka mwenyewe. Mwacheni vile vile. Sasa nimegundua kitu kimoja. Yule kocha yule ana matatizo. Ila Yanga. Yanga unajua Yanga Yanga kwa sababu Yanga sio timu ya mpira. Yanga ni wajanja, wajanja tu. Mimi nakwambia hivi yule kocha yule Yanga. Kwa ujumla nasema hivi, Yanga. Yanga mwaka huu ile grafu ya Yanga imezidi kudrop, kuanzia kocha wa kwanza, akaja Gamondi, akaja yule bwana wa juzi juzi, akaja huyu Mfaransa Mona. Bwana, Yanga inazidi kufanya nini, kudrop. Ila Yanga nguvu wanazotumia nje ya uwanja ndio zinatuwini sisi. Nguvu zao wanajua wenyewe, nguvu wanazotuwini, na tunajua wapi tunakosea sisi, na hiyo password uh hiyo -huh. password hiyo tunayo sisi na, uh -huh. hiyo hiyo tunayo sisi hiyo paso tukiifungua sisi yeah. Yanga tunamfunga hiyo paso tukisema tuala kuifunga hiyo Yanga hiyo aka kuifungua siku moja na tu tu hii yeah. Ah, na, na, hi, itaanzia kwenye ligi itaanzia kwenye ligi kwenye ligi ile paso itaweza kufunguka. Sasa hmm, kwani kwenye, kwenye kuomba maombi hmm, anaomba si kila mtu hmm, kila mtu anaomba. na, ha, ha, ha, kama wengine wanakuambia utoe faini tu unatoa faini ya labda ya fomu ya nini, unaomba ukatazu kuomba eh? aombe eh, tu kwani kuna shida gani? Kama ni mwalimu mzuri watamwajiri, kwani shida ni nini? Hmm, shida tunatakiwa upate mwalimu.